Hello. Karibuni sana siku ya leo tena. Leo tupo katika moduli ya sita. Katika moduli ya sita tunaenda kuangalia mbinu mbalimbali au mitindo mbalimbali ambayo unaweza ukaitumia ili kuandika makala inayovutia zaidi. Hizi ni nakshinakshi, yale tuliyoyasoma yanatosha kabisa kusaidia kuandaa makala nzuri, kwa sababu tumejifunza namna kuandika kichwa cha habari kinachobamba, mwanzo mtamu wa makala, lakini namna ya kuandika makala yenyewe, yani kiini cha makala na hatimaye namna ya kuandika hitimisho au kuandika wito au call to action, CTA. Sasa leo tunaenda kuangalia hizo nakshi nakshi ambazo unaweza ukazitumia au mwongozo wa urahisi zaidi ambao unaweza ukaufuata ili uweze kuandika makala yako vizuri. Baada ya somo hili au moduli hii, utakuwa mahiri katika moja, kutumia katika makala yako mbinu za uandishi wa kopi ili kuchochea na kuibua mjadala na ushiriki mkubwa wa wasomaji wako, yani engagement. Lakini vilevile e, utakuwa na uwezo wa kutumia mitindo mbalimbali ya uandishi wa content ina ushawishi, na vilevile jinsi ya kutumia hadithi kama nyenzo muhimu katika uandishi wa content inayoshawishi. Inie, utakuwa mahiri katika kuandaa ncha kuu mbili e, za posti inayoshawishi, na ncha hizo ni kichwa cha habari na mwisho wa makala. Vilevile tuangalie istilahi muhimu, ziko hapa istilahi muhimu ambazo e, tunaweza tukaziangalia ili kuelewa tu kwa juujuu, kwa sababu sifundishi e, somo la usokonishaji. Ingelikuwa somo la usokonishaji tungelizama ndani zaidi juu ya haya, lakini kwa sasa itoshe tu kupitia walau maana tu. Istilahi ya kwanza muhimu ni usokonishaji au usokonishaji, yani marketing. Marketing, ni sayansi na umahiri katika kubaini, kuamsha na kunadisha mahitaji, matamanio na ndoto za watu au walengwa wako. Na kazi kuu ya usokoneshaji ni kwanza kubaini, kuamsha na kunadisha mahitaji, matamanio na ndoto za watu au walengwa wako. Na pili ni kugeuza watu kuwa wateja tarajali, kukusanya taarifa za mawasiliano za wateja tarajali wako. Wateja tarajali ni akina nani? Hawa ni watu ambao wameonesha kutamani wazo, hoja, bidhaa ama huduma ulio wanadishia, hata wakaamua kukuachia taarifa za mawasiliano yao. Taarifa hizo zinaweza kuwa akaunti ya email au barua pepe, namba za simu, namba za WhatsApp na kadhalika. Je, mauzo ni nini? Mauzo ni utaratibu wa kumonesha mteja tarajali ofa nono, thamani kubwa hiyo, ili anunue bidhaa ama huduma yako. Kazi kuu ya mauzo ni kuwageuza wateja tarajali kuwa wateja tayari, kutengeneza pesa. Elewa hapa kwamba kazi kuu ya usokoneshaji ni kuwageuza watu kuwa wateja tarajali. Wakati huo kazi kuu ya mauzo ni kuwageuza wateja tarajali kuwa wateja tayari. Tangazo la biashara au kutangaza biashara, advertising. Huu ni mchakato ambao wewe unamlipa mtu mwingine au taasisi au kampuni ili mtu huyo akufikishie ujumbe wako kwa watu au walengwa wako. Tangazo la biashara linaweza kutumika kwa shabaha ya aidha kufanya usokoneshaji au kufanya mauzo. Kazi kuu ya tangazo la biashara ni kujenga uelewa juu ya ujumbe ambao mwenye tangazo hilo anatamani uwafikie watu wake, yani walengwa wake. Sasa tuangalie kategoria kuu tatu za kopi. Kategoria kuu tatu za kopi, ya kwanza ni kopi za usokonishaji. Hizi ni aina e, ya makala au kopi au posti ambazo kazi yake kuu ni kubaini, kuamsha na kunadisha mahitaji, matamanio na ndoto za watu au walengwa wako. Kopi za usokonishaji, kazi yake kubwa ni kuwageuza watu na kuwa wateja tarajali. Kopi za matangazo, hizi ni aina ya makala, kopi au posti ambazo kazi yake kuu ni kumwonesha mteja tarajali ofa nono au thamani kubwa, ili anunue bidhaa ama huduma yako.